Hapa studioni tunaungana na Oliver Kaboja ambaye yeye ameishi na virusi vya UKIMWI kwa zaidi ya miaka ishirini na hivi sasa tunaungana naye. Karibu sana mama, na pengine utueleze safari yako ya kuishi na virusi vya UKIMWI kwa hii miaka ishirini na mitatu ambayo pia umetueleza, imekuwaje hususan katika suala zima la matibabu tangu ulipojigundua? Asante sana, nashukuru sana kwa kunikaribisha Azam kiukweli kabisa safari yangu ni ya kumtukuza Mungu wakati wote, kwa sababu jambo hili kiuhalisia kulipokea sio kawaida, sio kawaida. Unahitaji kuwa na nguvu ya ziada na unatakiwa kukumbatiwa kwa ziada na unatakiwa kupendwa zaidi. Kinyume cha hapo itakuwa ngumu sana, lakini nilitetereka hapo mwanzo. Nilikutana na madaktari wazuri, walinishauri vizuri wakanipa ujasiri, kaingia nika darasani nikapata baadhi ya mafunzo. Kwa hiyo nikasimama nikaendelea vizuri, lakini katikati hizi dawa zinachosha, na katikati paliingia magumzo mengi sana ya kuhusu imani za dini, kwamba ukitumia hicho ukitumia hiki. Wengine walienda kwa babu, asilimia kubwa walikwenda kule walikufa na tuliorudi kwenye imani tulinusurika kwa msaada wa Mungu, kwa sababu tuliamini kabisa kwamba yeye anaweza yote. Hatukujua kwamba vitu vingine viko kwa sababu ya Mungu mwenyewe ajitukuze. Kwa kikubwa tunaweza tukasema ni uendelevu wako hususan katika matumizi ya dawa, kwa sababu tukirudi nyuma miaka ya nyuma ilikuwa kidogo ni changamoto unaposikia mtu mwenye ugonjwa au mwenye virusi yeah, vya UKIMWI, kidogo kwanza huwezi kutoka mbele za watu e, sasa uli, uliwezaje kwa uendelevu huo hususan katika matumizi ya dawa? Ni madarasa nilikuwa mm -hmm. nikiendelea na madarasa, lakini nilivyojikita kwenye imani nilijiacha dawa mm -hmm. na baada ya kuacha niliugua vibaya sana, lakini Mungu alinisaidia nilirudi kwenye dawa na nikasimama upya na ninaendelea, na sasa hivi ni mshauri mzuri kwa wenzangu wa kuwatia moyo, kwa sababu nao mfano halisi mm -hmm. Ninawaambia vitu asilia mm -hmm. si kwamba nimevisoma kwenye madaftari mm -hmm. nimeishi navyo. Ni mabadiliko gani ambayo umeyatazama au umeona katika kipindi hicho cha miaka ishirini na mitatu ambayo umekuwa ukiishi na vivyo? mabadiliko gani hususan katika swala so zima la matibabu? Kwanza kuna tabia wewe mwenyewe kwanza zinabidi kubadilika mm -hmm. ili kusudi uweze kuishi vizuri na uwe na afya nzuri mm -hmm. Na unakuwa na heshima pia mm -hmm. Na dawa na ratiba za, ma, za, za madaktari mm -hmm. E, na unakuwa ukifuatilia afya yako kwa umakini mm -hmm. Kwa maana hiyo, katika kipindi hicho chote hali yako umekuwa ukiifuatilia kwa karibu sana. Ndivyo. Sana mm -hmm. Sana mm -hmm. E, nilikuwa nikifanya hivyo kwa sababu pia nina watoto mm -hmm. Ili niweze kuwafikisha mahali mm -hmm. Lazima mimi mwenyewe kwanza nijitunze mm -hmm ili niwe na nguvu na afya naweze kuwatafutia na kuwafikisha mahali. mm -hmm. na katika kipindi hicho kumekuwa na hofu, hususan katika kipindi hichi ambacho tumesikia serikali ya Marekani ambayo ndo imekuwa mchangiaji mkubwa hususani wa hizi dawa za ARV kuja nchini kwamba huenda kukawa na shida hususan ya kupatikanaji wa dawa, hili kwenu mmelipokeaje na mtazamo wenu katika hii? Mtikisiko ulikuwa mkubwa mm -hmm. mtikisiko ulikuwa mkubwa kwa baadhi ambayo tunaendelea kuelewa tunaelewa kwamba maisha yapo mm -hmm. baada ya kusitishwa. mm -hmm. Lakini kuna watu mpaka sasa hivi wameshakata tamaa. mm -hmm. Wanakwambia hata nikimaliza hizi kopo, si hakuna tena. mm -hmm. Basi acha mi nijilewe nife. mm -hmm. Yani hali iko hivyo, ni kitu gani ambacho ungekishauri kwa ufupi sana, kitu gani ambacho umekishauri kwa wale ambao wanaishi na VVU, lakini vijana ambao hususan wana hofu pia ya kuenda kutazama afya zao. Changamoto nyingine ni wale wakilitiba ambao wametolewa kwenye mahospitali mm -hmm. kutokana na zile taasisi ambazo zimenyimwa ruzuku mm -hmm. Wa, wale wakilitiba wanakuwepo kila siku kufuatilia wale watoro wa dawa, wale ambao hawajaonekana vituoni, wale ambao wana changamoto za afya hawawezi kufika. Wao kila siku kazi yao ni kuwafuatilia na kujua wamepata dawa zao kwa wakati mm -hmm. Sasa wale watu hawapo sasa mm -hmm. Nesi mmoja unakuta kituo kimoja, hawezi kutoka kwenda kokote mm -hmm. Kwao unakuta wale watu wanapotelea kule Serikali imetumia nguvu nyingi, lakini inakuja kumpoteza kwa wakati ambao pia itatumia nguvu nyingi, kwa sababu hawezi kuondoka hivi hivi. Lazima atarudi pale akiwa na hali tena sio nzuri. mm -hmm. Kwa hiyo kushauri nini? Naishauri serikali ifikirie kwa namna ya jinsi ya kuongeza nguvu pale kwenye vituo za wale wakilitiba mm -hmm. namna ya kuweza kuwasaidia zile taasisi ziangaliwe kwa namna, kwa sababu pia wale ambao wamejikatia tamaa waliweza kuongezewa uwezo mafunzo ya kazi za mikono na kuweza kuendesha maisha yao bila kutegemea mtu mwingine yoyote. Ninakushukuru sana. Asante sana. Asante sana kwa kushiriki nasi. Ni Oliver Kaboja ambaye ameishi na virusi vya UKIMWI kwa miaka ishirini na mitatu hivi sasa tukizungumza naye katika siku hii ya maadhimisho ya siku ya UKIMWI duniani.